Hakuna siku hakuna siku ambao Allah huachilia wengi wengi wengi katika waja wake kutokana na moto wa jahannam kama siku ya Arafa. Allah huachilia wengi katika viumbe wake, anawakomboa na moto, wale waliokubali kukombolewa siku hiyo, wakakaa wakamwomba Allah awakomboe na siku hiyo. Huenda fursa ya Ramadhani uliichezea au ilikupita, ndugu yangu katika imani, fursa ya siku hizi na siku ya Arafa. Acha shughuli zako, acha wakati wako, tenga muda wako, kalia na Mola wako, nyanyua mikono, muombe Allah akuafikishe, akusahilishie wewe. Allah awe mwenye kukomboa na moto wa Jahannam. Bali kaa chini, mwombe Allah akusahilishie wewe pia. Vile vile waombee wazazi wako, Allah subhanahu wa ta'ala awakomboe na moto wa Jahannam wa siku hiyo, wa siku hiyo ya Arafa. Usikae ukaanza kupoteza muda kuangalia Manchester, ukaangalia mipira Yanga na Simba, ukaangalia mambo ya upuuzi wakati wenzio wanapata nafasi iliyokuwa adhimu, nafasi ya kukombolewa na moto wa jahannam siku hiyo. Baadhi ya wanazuoni baadhi ya masalafu walifunga biashara zao, wanakaa hawajui kama mwakani watakuwa hai. Allah anaachilia waja wake na moto wa jahannam, we kwa nini usikae ukalia? Allah akuonee huruma, Allah akusaidie uwe miongoni mwa watakaojaliwa kuokoka na moto wa jahannam wako